Huko Uganda katika mji mdogo wa Kampala, kulikuwa na msichana aitwaye Aisha mwenye moyo mpole na maisha ya kawaida. Tangu utotoni, Aisha alikuwa rafiki wa karibu wa kijana aitwaye Kato. Walikulia pamoja katika mitaa yenye vumbi la jiji hilo wakicheza, wakishiriki siri na kushinda shida za maisha pamoja. Kato alikuwa kama kaka kwa Aisha, lakini kwa Aisha hisia zake zilikuwa zaidi ya urafiki. Kila wakati Kato alipoumizwa na maisha kama wakati alipopoteza kazi au alipotengana na marafiki, Aisha alikuwa bega lake la kulia. Alimfariji, alimsikiliza na alimpa tumaini. Lakini Aisha hakuwahi kumwambia Kato kwamba anampenda. Aliogopa kwamba ikiwa atafunguka, urafiki wao utaharibika na atampoteza milele. Badala yake, alificha mapenzi yake moyoni mwake, akiandika barua za siri usiku wa manane, akieleza jinsi anavyomdhamini na kumpenda. Barua hizo alizihifadhi katika albamu za picha za utotoni, mahali ambapo hakuna aliyetarajia kuziona. Miaka ikapita hivyo hivyo na Aisha akaendelea kuwa rafiki mwaminifu huku moyo wake ukiumia kimya kimya kila alipomwona Kato akishiriki na wasichana wengine. Je, siku moja atagundua siri hii iliyofichwa? Miaka kumi ilipita haraka na maisha Kampala yalibadilika. Kato alikuwa na kuwa mwanaume mwenye maendeleo akifanya kazi katika kampuni kubwa ya biashara. Aisha, kwa upande wake, alikuwa akijenga maisha yake kama mwalimu katika shule ya msingi, lakini mapenzi yake kwa Kato hayakufifia. Kila wakati Kato alipotia shida kama wakati biashara yake ilipokuwa karibu kufilisika au alipokuwa na ugomvi na familia, Aisha alikuwa hapo akimpa ushauri na upendo wa kimya. Alimwona akipitia mahusiano kadhaa, akiumia moyoni kila alipomwona akishiriki na mtu mwingine, lakini alijifanya kuwa rafiki tu. Siku moja Kato alimwambia Aisha habari njema: alikuwa amepata mchumba aitwaye Zahara, msichana tajiri na mwenye mvuto kutoka familia mashuhuri ya Entebbe. Zahara alikuwa kila kitu ambacho jamii inadhamini: mzuri, mwenye elimu na mali. Aisha alijifanya kuwa na furaha kubwa, akimpongeza Kato na hata kumsaidia kupanga maandalizi ya uchumba, lakini moyoni mwake alikuwa akilia machozi ya siri. Je, nitawezaje kuishi bila yeye? Aliuliza moyo wake. Harusi ikapangwa haraka na Aisha akakubali kuwa mmoja wa wasimamizi wa sherehe. Lakini wakati huo huo alikuwa akijiandaa na uchungu mkubwa zaidi wa maisha yake. Inavyoonekana, wakati ulikuwa unamkimbiza na siri yake ilikuwa karibu kufichuliwa kwa njia isiyotarajiwa. Siku ya harusi ilifika hatimaye na Kampala ilikuwa imejawa na shangwe. Harusi ilikuwa katika hoteli kubwa karibu na Ziwa Victoria na wageni wengi walikuja kusherehekea. Kato akiwa na shughuli nyingi, alimwomba Aisha amchukulie albamu za picha za utotoni kutoka nyumbani kwake ili ziweze kutumiwa katika slidesho ya harusi. Aisha alikwenda nyumbani kwake akizichukua albamu hizo haraka ili asichelewe. Lakini bila kujua, katika moja ya albamu kulikuwa na barua za mapenzi ambazo Aisha aliwahi kuandika kwa Kato miaka yote ile, barua ambazo hakuwahi kumpa, zilizofichwa kati ya picha za utotoni. Kato akiwa peke yake katika chumba cha hoteli kabla ya sherehe kuanza, alizipitia albamu haraka ili kuhakikisha zinafaa. Ghafla akazikuta barua hizo. Akaanza kuzisoma moja baada ya nyingine. Kila ukurasa ulikuwa na maneno ya mapenzi ya kweli yaliyotoka moyoni mwa Aisha, jinsi alivyomtunza, alivyomdhamini na alivyompenda kwa siri kwa miaka kumi. Maneno yalikuwa kama wimbo wa uchungu na upendo, yakieleza shida zake na furaha yake iliyofichwa moyo. wakato ulianza kutetemeka. Aligundua kwamba rafiki yake wa karibu alikuwa amempa upendo wa kweli zaidi kuliko yeyote Zahara alikuwa tajiri na mzuri, lakini Aisha alikuwa moyo wake wa kweli. Lakini je, tayari ni kuchelewa? Harusi ilikuwa karibu kuanza na wageni walikuwa wakingoja. Kato alisimama pale, barua mikononi mwake, akijiuliza hije, nitafanyaje sasa? Upendo huu wa siri unaweza kubadilisha kila kitu au kuwa mwisho wa yote. Sherehe ilikuwa imezungukwa na shangwe, lakini ndani ya chumba hicho siri ilikuwa imefunguka na hatima ya maisha yao ilikuwa ikining'inia kwa nyuzi nyembamba.